Ebana eh, what's up, what's up, Nyama Plus hapa back again. Hakuna asiyejua kama mimi ni shabiki nguli kabisa wa Simba Sports Club Wasimba bana hey, niliongea hili swala na nitaendelea kulitekeleza kwamba kila baada ya mechi tutakuwa tuna takwimu fupifupi za mashabiki tofauti tofauti bila kujali eh, itikadi, dini, timu wala kabila, au sio bana? Kwa hiyo nitakuwa na maoni hapa e. Leo nitakuletea klipu ya jamaa mmoja anaitwa Benja Yanga, atazungumza kwa ufupi, alafu baada ya hapo nitakuletea nitakudondoshia mzee wa kutema sumu aje ateme sumu zake Tans. E bana, huyu hey, jamaa ndo anaitwa Benja. Emtupe hey, maoni yako baada ya game ya yanga na ya simba, kwambie nini ambacho unacho labda nianzie na za ugenini kwanza, sawa zile za ugenini zile, zile letu lile lilikuwa pira mnuno kweli. Ndiyo. Kila gimbi, kila kokoto, kila makukuru. Ndio. Kila losholo lile pale la Roman Froze. Eh, lakini yote kwa yote tunasema ile pale ndio ilikuwa mechi ya kumfukuza Roman Froze. Ndiyo, huwezi kumfukuza kocha bila kufungwa, lakini tumerudi nyumbani tumepigwa moja kule fresh, tukarudi zetu home wakati Froze akiwa amekaa kwenye kochi kule Anaangalia pale Benjamin Mkapa, hmm. Alafu, timu iko na na kocha, tunasema kama ni kocha msaidizi, lakini lile ndio pira letu pale. Young Africans inarudi, sisi hatujazoea kufungwa mara mbili mfululizo. Sawa, Sawa. Kwa hiyo ulifurahia game ya pili ya Yanga? Of course. Saifa. Of course. Yeah. Lile ndio pira letu yeah. Musa achia. Wende kwao. <laughs> Eh? Asante. Wewe mwenyewe uliona kapteni ile? Eh, niliona. Kitso job ile kwao, wanadai wanadai. Dube, vipi bwana Dube? Ah, baba Dube, tumepigwa. Uone hey, kweli. Dube, mmepigwa. Pale kwa Dube pale? Eh. Hey. Pale tumepigwa. Alafu wanadai wanasema kwamba timu bila pakome sasa hivi haiendi. Ah, baba, ni ukweli. Yule ndio X factor. Eh. Hey. Yule alimtaka Fadu Davis. Eh. Hey. Hajawahi kupata mtu kama yule. Sawa. Yule ndio X factor. Tuko naye pakome na tunatamba naye. Haya, sawa. Unawazungumziaje watani? Simba, simba baada ah. ya mechi yao. Kweli mechi ya, ya jana imeniuzi. Ndio huwezi kuita mashabiki elfu sabini uwanjani e. Alafu unatoka na o Ndio. Sasa washabiki wameenda kushangilia nini sasa? Ndio. Wameenda kushabiki, wameenda kushangilia magoli matatu ya ugenini e. Umewaita waje wafurahi furahi e. e. Sisi mtu asituambie e. eti si tulishashinda kule. Ndio. Watu walishuka pale e, e, uwanja wa ndege pale wakapewa e. milioni kumi na tano za mama na wakashangilia Hey. Tumerudi kule tumepigwa moja hey. Tumerudi pale tumenuna pale, hatuna kitu. Hela za bure zile za mama kila hey. mtu anazitaka hey. mtu asiseme eti hatujashinda kwa sababu tulishinda kule, tunakuwa tunadanganyana hey. Simba ni wabovu kashinda kushinda, ah, mimi sijui hey. ila kwa mpira waliocheza jana hey. ni washabiki walikuwa wanataka wangalau goli moja hmm. washangilie mpira huko hey. hivyo mpira magoli natoka na o hey. manake nini? Eh. Hey. Hamna maana yoyote, lakini yote kwa yote tumetinga hatua ya makundi hey. Sasa tunaenda kuoneshana wanaume sasa, nani anaenda robo fainali, nani anabaki bana, eh. Huyu hapa mzee wa kutema sumu anafuletea hey, nini sumu zake <laughs> hey, baada ya eh, mzee wa Yanga kuzungumza mbili tatu bana, nini maoni yako wewe? Nafikiri umesikia yote ambayo mzee wa Yanga alikuwa akisema. Mimi siwezi, siwezi, wala sisi lengo letu kuu ni kuvuka. Kuvuka sio shida zetu. Na wala hatuna malengo ya makundi. Si malengo yetu ni kwanzia robo na kuendelea. Sisi tukiwa tuna jambo letu hapa hatoki mtu. Tukiwa tuna jambo letu hatoki mtu. Kumbuka tulifungwa na Al-Masri. Mm, kwenye kombe la shirikisho ulipigwa ugenini mbili, wachambuzi wakasema ni mlima mrefu, tumejitengeneza Evariste wa eh, lakini walikuja hapa tukafanya comeback mbili bila penalty tukavuka, tukaingia mpaka finali eh. Kwa hiyo kule si tulishacheza kimalengo, ndio maana kocha Pantevu wakati anaanza hakuanza eh, na striker hata mmoja kikosi you know, cha kwanza kipindi cha kwanza dakika hey, arobaini na tano za kwanza hakukua na striker wa Simba aliyeanza ambaye unayemjua wewe hakukua, hmm, na mkwala hakukua, hmm, na, na soa wote ni mastrika hey, wala mwalimu sulemani akuwepo, hey, hey, wote hao ni mastrika, lakini goli alijaingia Mbona yaani kwa ufupi ni mpira malengo. Wao ushashinda kule uje uvunje, uje hey. uvunje wachezaji wakati tuna viporo vya ligi vinatusubiri. Tutakao hey. hey. tucheze na TRA. Upo hapo. Kuna tutakao cheza na Asaf, tutakao na Singida. Yaani hey. si tufurahishe majirani. Wao ndio walikuwa wanatakiwa wacheze kwa nguvu washinde. Wao ni lazima, sisi haikuwa lazima sisi hata tungefungwa moja bila. Sisi ili mradi tukao tunataka malengo yetu yatimie, malengo yakatimia. Tumevuka, kuvuka sio shida zetu ni kawaida yetu. Hey. Haya, asante sana. Na unawazungumziaje watani? Na wao sasa mechi yao wa iliisha Jumamosi, wao hey. walichokitaka ndio walichikitimiza. Si Rais alisema hey. malengo yao ni hey. hatua hey, ya makundi umetimiza, malengo malengo wakajikamua na kulikuwa na ulazima wa kuingiza watu bure hey. ili wakapige kelele na wale wachezaji wache waliona kabisa hey. kwamba huu uma wote tunahitaji tupate goli kule, tumeuawa hapa, tufanye comeback. Na malengo yalifanikiwa, wakafanya comeback wakashinda ila nipongeze mpira wa Tanzania umekuwa, zimepita timu nne kwa mara ya kwanza. Asanteni sana, hebu na fursa tumeitoa leo. Yoseki Yanga amezungumza, baadaye mzee wa kutema sumu akazungumza. Hizi session tutakuwa tunazo, zitakuwa zinaendelea kila baada ya game. Nahitaji tutafute watu tofauti tofauti wadau, ndio maana leo Yoseki Yanga amezungumza e, pamoja na mzee wa kutema sumu hapa amejumuika naye pamoja. Kwa hiyo tuwe tunakutana kwenye game kama hizi, baada ya mechi tunakuwa tuna uchambuzi mfupi, kila mmoja anazungumza kilicho ndani ya moyo wake akizungumzia timu kwao. Kwa leo sesheni yetu itakuwa imeishia hapa, lakini next time naomba wadau wengine tofauti waongezeke ili tuweze kuzungumzia mpira ili tutengeneze mainfluensa wakubwa hapa Arusha. Lengo letu mama ni moja tu, kwamba sisi watu wa mpira ni marafiki, tutengeneze umo